Wameweza kuangazia sheria kadhaa ambazo zilipitishwa hivi majuzi, actually exactly one week, kwa sababu nakumbuka Wednesday tu tulipata ripoti ya kifo cha uh, Raila Odinga na, na inasemekana kwamba hiyo asubuhi eh, pia kulikuwa na shughuli ya kuweza kutia sahihi hizi eh, bills ambazo tayari zimepitishwa, na kati ya hizo bills ambazo zimepitishwa eh, pale ambazo ni nane, kuna moja ambayo imekera baadhi ya Wakenya pale na hii bill ambayo imekuwa signed uh, ni hii ambayo inajulikana kama Cyber Crimes Act uh, pamoja pia na the Land Act. Hizi mbili ambazo um, nimesemekana kwamba imeangaziwa pale, na hii Cyber Crimes Act implications tofauti ambayo gazeti hili inachambua. Uh, kwanza kabisa wanasema it criminalizes publishing false digital information threat of up to 3 years imprisonment or fines of five million. Kwa hivyo ikiwa utapatikana na makosa ya kuchapisha habari ambazo si za kweli, basi huenda ukafungwa miaka mitatu ama pia kupigwa faini ya milioni tano pale. Alafu unasema kwamba there is a vague definition of cyber harassment, na hii huenda ikatumika ku target activists and opposition figures handling them jail terms of 5 years ama 10 million. Kwa hivyo cyber harassment haijaweza ku, kuwa define vizuri, inamaanisha nini. Unaweza kuwa unakosoa mwanasiasa, lakini yeye akaichukulia kwamba hiyo ni cyber and harassment. Kwa hivyo nasema kwamba hiyo huenda pia ikatumiwa vibaya katika hii sheria ambayo imepitishwa pale. Alafu pia anasema state agency can block websites or online content without court approval. Enabling shutdowns of critical media and voices of dissent. Hii pia wanasema kwamba eh, maafisa wa usalama wamepewa ruhusa ya kuweza kufunga websites ama uh, online content ambao wanahisi kwamba inavunja sheria pale. Lakini wanasema kwamba hii huenda ikatumiwa vibaya kufunga labda social media platforms ambazo labda aktivisti wanatumia kuweza kukosoa serikali na mambo kama hayo. Kwa hivyo hao ni baadhi tu ya masuala ama clauses ambazo wanasema kwamba huenda uh, ikangandamiza mwananchi na ni hii uh, Cyber Crime Act ndio inamulikwa sana kati ya hizo zingine nani ambazo zimepitishwa pale. Kwa hivyo ni habari ambayo pia imemulikwa. Habari nyingine ambayo ina trend ni kuhusu matamshi ya governor wa Nyeri. Nimeona Council of Governors tayari wametoa taarifa na wamesema kwamba leo watakuwa wanafanya mkutano ili kuweza kutathmini hayo matamshi ambayo ilitolewa na mmoja wao. Kumbuka bwana uh, uh, Mutai Kihiga ni gavana wa Nyeri County na pia ni mwanachama wa Council of Governors kwa hivyo wametoa taarifa kukashifu hayo matamshi ambayo alitoa hapo jana na pia wamesema